Ulolifanya hili ni kosa kisheria, yani kiwaisia hapo. Amenibaka ya nimekubaka, kati ulikuwa unaenjoy maisha <tip> maisha. Kazi anaofanya ni kazi gani? Na mimi nimegundua kazi yake anaifanya, hicho tu, elewa hivyo. Na kutokana na hilo Yani mnifanya nijifikirie sana yani sana, kuhusu wewe kuendelea kuishi kwenye nyumba yangu. kuishi kwenye nyumba yako? Ndiyo, kwa sababu kama wewe uliweza kunishawishi mimi mtu mzima kwenda kufanya kazi kwenye lile danguro pale, hutoshindwa kuwashawishi wajukuu zangu yao ndo nawategemea wajukuu zangu wasome waje kupata kazi, waje kuboresha maisha yangu na maisha yao ya baadaye. <coughs> Sasa hapo ndo umenifungua, umefungua loki zote za kichwani. Jamani, kumbe lile ni dangulo ha! Yaani, nilikuwa sijui kabisa kama lile ni dangulo. Ngoja mama. <coughs> Sasa kama lile ni dangulo maisha yangu mimi sasa si yako hatarini tayari mtume. Mbona unakuwa kama kinyonga wewe? Sio umetoka kusimulia hapa kwamba nawe uwaga unawachukua huko unawapeleka kule, na wewe ukihitaji kuwatumia unawatumia. sasa hivi hapa unabadilika? sio tena wewe unayejua. Ingilia kati Mungu wewe Hey baba. Kwa maana hiyo hao mabinti unaowatoa huko mitaani sijui wapi huko, unawapeleka kwenye nyumba ile pale e, nyumba ambayo unajua kabisa biashara yake ni kuuza miili, hujui kwamba inaitwa danguro? aka mimi mm. Sijawahi kuchukua mtu kumpeleka pale, hilo sijawahi mama. Ila mimi wale nawakuta pale pale, haki amu tena nakuta kila siku sura mpya. Eh, sijawahi jamani kufanya hivyo. Kilamba. Eh? Kutokana na hilo. Hmm. Yaani umenifanya nijifikirie sana kuhusu wewe kuendelea kuishi kwenye nyumba yangu kwa sababu leo nipo, nikitoka kidogo unaweza ukashishwa wajukuu zangu wakaenda kule kwenye danguro kwa hiyo sasa, miezi mitatu uliokaa ambayo mimi nilikuwa nakudai wewe kodi baba, nimekusamehe. Kilo safi kabisa, yani hiyo ndo notisi yako wewe. Naomba kuanzia sasa hivi hapa unikabizi funguo za chumba changu, unasikia mama? Nikuambie ukweli kutoka moyoni, mimi hapa Kilamba siwezi wala siwezi kusubutu kuwachukua wajukuu zako kuwapeleka kwenye dangulo kwa sababu ukimtoa Tasha huyu mwanao wa kiume, mwanao wa kiume anayefuata ni mimi. Sasa nawapata wapi wa ujasiri ushenzi wa kuwachukua wajukuu zako, tena wanasoma, niwapeleke kwa wale mashaitani? Eh, ishi hapo hapo. uliwezaje kunitoa mimi mtu mzima na akili zangu timamu, ukanipeleka kufanya kazi, kumbe unajua kabisa ile biashara ni haramu? Ndio mimi niende nikafanye pale kwenye lile danguru. Utashindwa vipi kumchukua mjukuu wangu ukapeleka pale? mm. Nasema hivi, naomba funguo zangu, sitaki maneno. Ah mama, yaani katika hiyo mimi siwezi kusubutu hata kidogo. Wewe ni mshaitani, mimi siwezi kutoka. Eh kimya. Oke, nitakuamini vipi kama unaweza kuninyanyua mimi mtu mzima kwenda kunipeleka kule? Utashindwa vipi kuwanyanyua watoto wadogo ambao akili zao hazijakomaa? Utashindwa kuwashawishi wewe? naomba funguo za chumba changu, sikuhitaji humu ndani maana nilikuvumilia, nilikuwa na kuona kama ndugu, nimepata mtoto wa pili wa kiume, lakini kumbe hakuna kitu. Bogus, jobless! Toka nyumbani kwangu, sitaki kukuona. Mama hapo kwenye bogazi hapo, naomba nilie kidogo, naomba nilie hapo kwenye bogazi. Hapo kwenye bogazi hapo umenipiga kwenye mchoro. Ay! Shut up. Funga bakuli lako, kalilia huko Usinichulie hapa nyumbani kwangu, sina mgonjwa hapa anayeugua. hakuna mtu mwenye kifaduro hapa, wote tuna afya zetu. Ondoka, nenda kalilia huko kwenu, sio kwenye nyumba yangu, sitaki uchuro mimi hapa. Sasa mama, mimi naenda ndani, naenda kupumzika. kama utabadili mawazo, cha kwanza toa ile lendo bogasi ile kubwa mama, lakini cha pili, acha nikalilie ndani kidogo sana mamangu, eh eh, acha nikalilie bogasi Hey! <laughs> Kitonga, kitonga, bongala, bongala, na ulia kimya kimya, so unatoa sauti, sitaki mikelele, lia huko huko, kimya kimya, jaza chafua meshuka yako michozi yako ijae, sauti sitoke nje, pumbavu mkubwa wewe. Ah, nilikuwa unakuona kama unajielewa kumi, hata ujielewi. Maisha, maisha. Halo mwanangu, maraba za saizi? Naendelea vizuri mwanangu, sijui wewe uko safi pia. Sasa baba, uko sehemu nzuri na salama hapo? Tunaweza tukaongea siri kidogo? Nikuwa naomba usogee pembeni kidogo, tuzungumze kwa sababu ni muhimu sana. Nakuomba sana mwanangu, tafadhali. Mama niko peke yangu sasa hivi, tunaweza kuzungumza. Asante. Sasa mwanangu, samani kwa hili lakini naomba usinifiche, hivi uko sawa kwenye maisha yako ya ndoa au pitii changamoto zozote kwenye maisha yako ya ndoa na mke wako? Uh, ndoa yangu haina changamoto yoyote ile. Kai mwanangu, mimi ni mama naomba usinifiche kama una changamoto zozote, aidha amwelewani, amsikilizani vizuri na mengineyo. Najua ndoa ina mambo mengi, basi mi naomba niwe rafiki kwenye hili, nishirikishe ili niweze kushauri jambo. Ah, hapana mama, usijali, ndoa yangu ina amani tele, kwa sababu nimechagua mke ambaye ni sahihi, na naamini Mama Junior hana shida yoyote ile. Hai, mimi nakujua vizuri mwanangu, tangu ukiwa bado mdogo. Ni mtu wa kuficha ficha sana mambo, unaweza ukawa unatendewa mabaya na usiseme hivyo, na kusiri sana. Kuficha siri ya maumivu unayoyapitia ndani ya ndoa ni kutengeneza sumu, kama sumu zingine, utahatarisha maisha yako mwanangu. Nakuomba niambie nini na magumu gani ambayo unayapitia kwenye ndoa yako. Nakwambia tena mi ni mama yako, niambie mwanangu ili niweze kukupa ushauri uwe sawa, tafadhali baba. sawa nikuondoe shaka mama yangu, kama kuna changamoto yoyote itakayotokea kwenye ndoa yangu, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kushirikisha. Kama kuna sumu yoyote na nyongo zimekutawala kwenye maisha yako ya ndoa alafu hutaki kuvitapika hivyo vitu, itakuletea shida. Aya, sawa baba. Maisha yana changamoto nyingi, siyo kazini tu, hata kwenye mapenzi. Maisha ni somo linalofunza wengi, unaweza ukafaulu, ghafla ukafeli. Maisha yana chenji. Niache ate <laughs> ni unakuwa hivyo Anifa. Anifaa, sikio langu halina nafasi ya kukusikiliza labda kama unataka kuniambia ni wapi alipo mtoto wangu. Lakini mume wangu mbona unanifanyia hivyo? Mi najua ndio ndani tuna matatizo lakini na wewe unayazidisha. Nahitaji sana sana msaada wako, peke yangu mimi siwezi. Wewe mimi sihitaji kuishi kwa ahadi hapa. Ninachokihitaji nimuone mtoto wangu, yuko hapa sio? Ananiambia nitafanya nitafanya, nitamtafuta. Yuko wapi? Mbona haonekani? Najua mume wangu, na nakuhakikishia mimi Junior namleta kwenye mikono yako. Baba sikiza, nikwambie kitu Anifa, mtoto wangu nampenda sana, natamani sana kumuona, natamani sana nimshuhudie hivi kwa macho yangu, nimfahamu mtoto wangu, niijue damu yangu. Umenitesa kwa muda mrefu sana wewe, sasa sikiliza. Leo iwe mwanzo na mwisho kunieleza habari zozote zile zinazohusu ahadi, vinginevyo unahitaji kumuona mtoto wangu hapa hivi unashinda. Hebu sikiliza wewe, ni mwanamke mwana wa Kiafrika, umebeba mimba miezi tisa, umezaa kwa uchungu, unakwenda kuuza mtoto kwa gharama ya shilingi milioni mbili, milioni mbili, Anifa. Alafu hey, bado unakuja hapo unambia nisamehe, mume wangu, tufanye nini? Wewe ni mwanamke umestahili mwana kuwa mke wa mtu, ninachohitaji ni kumwona mtoto wangu hapa. Nione damu yangu hapa, hapo ndipo naweza nikaelewana mimi na wewe humu ndani, vinginevyo hii nyumba utaendelea kuiona kama kaburi lenye adhabu kubwa ndani yako. Hey, baba mana wendo nguzo yangu. Polepole Kendi, hakuna haja ya kuharakisha hili jambo. Sikia, Kai, nikwambie hapa, sisi wote watu wazima, alafu mimi siwezi kukwambia chochote kile. Sikia, Kai, nikwambie, ujui mimi so mjinga. Uwefanya tulichokubaliana tu, alafu mimi kila kitu nitakwambia, yaani hata usijali kabisa. Ah. Basi sawa, karibu kinywaji. Kuwa makini sana na kinywaji atakachokupatia. Kwa vyovyote vile, atakuwa amejipanga. Hiko kinywaji, lazima atakuwa ameweka kilevi. Ili wewe ukishatumia ulewe, na baada ya kulewa utafanya tendo bila ridhaa yako, na madhara yake, utafanya tendo pasi na kinga, na mwisho wa siku utapata maradhi. Kwa hiyo kuwa makini sana. Asante sana ila, kwa sasa hivi sirusi kutumia kilevi kwa sababu kuna dozi natumia. Nashukuru, lakini wanaume siku hizi ni wajanja sana, rafiki yangu. ili ulale naye kirahisi, asipindue lazima ujiongeze. Akichomoa tu kwenye kinywaji, umeona ile spray lokupa? inabidi uchukue ile spray, uchukue na kitambaa, pulizia. Fanya kama kama namu, nini hivi unajifanya romantic, si unajua ndani ya sekundi thelathini jibu litapatikana. Lazima uiongeze, changamka, changamkia fursa Kendi. Sasa tatu nikishachukua spray nikipulizia kwenye kitambaa, haito ni asili mimi kweli, haiwezi kukuasili wewe. Ukishafanya hivyo, eka pembeni kitambaa, afu sikilizia haito kuzuru, ila hakikisha kipindi unamfanyia hivyo usimsogelee karibu ndani ya sekunde thelathini jibu litapatikana. flashback in kwa Kendi. flashback out kwa Kendi. Mimi nimeshakwambia usiniogope. au mkaa kwa kufanyia haya yote huwa eh? <laughs> na amani tu, karibu nyumbani. Ugonjwa wote kwisha. Vipi mdogo, wakulikomela hapana. <tapos> <tapos> dada Zawadi kakaka, wakati anaondoka alikuwa hapana wala kuniaga, yaani baba juni yalodi. Mpaka sasa hivi nampigia simu <sighs> zake apokee Ai na hmm, sina na michiti, sina uhakika kwenye hilo dada yangu, na kama anavyojua Boss Kai anakupenda sana na hawezi kukusaliti hata siku moja. Mi nais tu labda atakuwa amebanwa na, Ka na, na kazi zake ofisini. Hapana mdogo wangu Zawadi, Kai sio kawaida yake, na hata kama angekuwa amebanwa na kazi mimi angenipigia, angeniambia. Lakini hata hivyo sana, kwa kazi ni usiku sana hawezi kuwa kazini mpaka sai. Ondoa wasiwasi dada yangu. Atakuwa tu kabanwa na kazi au labda simu yake itakuwa imezima chaji, ndio maana simu yake haumpati. Ningekuwa simu yake naisikia kabisa, kaja na msaidizi. Sawa dada, usiku mwema. Wekendi. Nini kimetokea hapa? Imekuwaje nimelala na wewe kitanda kimoja? Nini kimetokea baina yetu? Unataka kuniambia unataka tume... kuniambia tume, tume sex. Sasa hivi bibi, hatujapata taarifa yoyote kuhusu akina Kai, na kufikia jioni wasipoonekana, lazima watangazwe tu kwamba wameshafariki. Lakini maumivu ya usaliti upenya katika damu ya mwanadamu upitiliza mpaka katika moyo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 Mungu Baba, watu wanaja kukopa tukurudisha hawezi. Kana unataka kukopa tukurudisha hawezi. Kanani? Mimi nakwambia jua la kesho ulioni siyohali mambo sio shwari, upepo na tufani vinanisukuma, mi atariski inayoipatami haitoshelezi kuilisha famili. Ingilia kati e, eh, Mungu eh, eh, eh, baba eh, eh.